Shalom shalom, na wasalimu katika jina la Bwana Mungu wa majeshi. Karibuni watu wote katika huduma hii ya Sayuni iliyoko chini ya mpakwa mafuta profeti Melkizedeki, ambaye napatikana ndani ya mji wa Kahama. Ukifika Kahama mjini, tunapatikana mtaa naoitwa Lugele ya Mtakujabii, tuko mahali hapo Bwana panda mahali hapa kwa ajili ya kuokoa roho za watu, kusaidia watu wenye shida mbalimbali, waliofungwa na nguvu za giza, kwa walioteswa kwa, kwa magonjwa, kwa walioonewa na vifungo mbalimbali vya familia, vya ukoo, roho za umaskini, roho za kukataliwa, roho za kutangatanga. Kwa hiyo watu wote ambao wataijia hema hii kwa imani Lazima Mungu ataonekania, kama alivyosema yote yawezekana kwake aaminiye. Kwa hiyo yote atakayeamini ataona mkono wa Mungu, ataiona neema ya Mungu, ataona ishara, unabii, ni ujiza, mahajabu Bwana akimtendea kwao. Na wasalimu katika jina la Bwana wa majeshi, na Mungu awabariki sana. Amen.